Amina, nimepata wazo la biashara litakalotufanya matajiri. <tuhi> mara ya mwisho ulisemaga hivyo hivyo, tukajikuta tunauza mahindi ya kuchoma nyumbani kwako. Sasa ni biashara gani tena hii? Ni tofauti kabisa. Tutafungua duka la juice, tutaita Isan Juice. <tuhi> Isa mjuzi sasa hapo. Isa ni nani? Usijali kuhusu hilo mwimu, ni pesa mke wangu. Tutatumia matunda halisi, hakuna maji wala sukari. Safi kabisa. Sawa, lakini tunatakiwa tujue tunaanzia wapi. Tunahitaji mtaji mtaji? Hapana, tunaweza kwanza oh, na tulichonacho. Wao wana friji nyumbani, mimi nina blender ya zamani, na matunda tutakopa kwa mama ndege yule wa sokoni. Juma, mimi nataka biashara ya kweli, sio kukopa matunda kama deni la maji usiofu. Mke wangu hii itakuwa biashara kubwa hata watu maarufu wataanza kututafuta, hmm. Ila Juma, sawa basi tuanze. Oh, yes, nipate juisi kwa vijana wangu apomalamunya <coughs> hii. Hey, juisi yenu ina ladha gani? Tunayo ya machungwa Ananasi karibu. Unataka ipi? <coughs> Oh, nipe embe. Sawa, subiri dakika moja. Mzee Juma, angalia hiyo blenda inarusha juisi. Ona, mfuniko umetoka. Aya, imekumwhakikia usoni. Pole, hiyo siyo juisi ni mvua ya embe Juma, lakini nilikwambia hiyo blender ni ya zamani. Ona sasa imekuchafua. Sawa mke wangu, lakini afadhali babukado amepata sampuli ya bure. Hapana kijana, mimi nitaka kunywa, sio kuogeshwa. Hii biashara yetu inatuhitaji tuvae mavazi ya mvua kwa kweli, maana sio kwa kuoga huku au tufanye biashara ya bafu la matunda?